Kuna baadhi ya magonjwa kwa mwanamke sio ya kuachukulia poa kabisa, kama akiwa amekukumba, moja ya magonjwa hayo ni PID. Kwa nini PID? Kwa sababu PID ina madhara makubwa sana, hebu nikumbushe madhara ya PID. Dhara la kwanza ni kuto kujiamini, na hii tu ni kutokana na kutoka na uchafu ama majimaji yasiyokuwa ya, ya kawaida katika uke, na majimaji hayo yanambatana na harufu kali kama shumu ya samaki na yenye rangi ya manjano au kijani. Dhara nyingine ni mfumo wako wa uzazi kuharibika. Hii ni kutokana na kutafuna, tafuna kwake na bakteria wa PID. Madhara mengine ni ni kutokufurahia tendo. Hii ni kutokana na kutoka na maji maji sio kwa kawaida, bara baada ya tendo hata pia mara baada ya kuya hevi. Dhara nyingine ni kuharibika kwa mfumo, kwa mzunguko wako wa hevi. Unajikuta unapata hevi mara mbili ndani ya mwezi mmoja. Madhara mengine ni utasa au ugumba, na hii ni kutokana na mji wako mimba umetafuna tafuna sana, naona makovu hivyo, yai linakosa sehemu ya kujishikiza. Subscribe ili usipitwe na si tips mbalimbali.